Aitwa Magreth Nyambwa ni afisa afya wa halmashauri ya wilaya ya Bunda. Tuko kwenye zoezi la kuhamisha makaburi kutoka kwenye njia ya umeme, tunapisha njia ya umeme unaoenda Ukerewe. E, kwa halmashauri ya wilaya ya Bunda kuna makaburi sitini na moja ambayo tunatarajia kuyahamisha kutoka eneo la njia ya umeme na kuyaweka kwenye maeneo yaliyotengwa na familia. Zoezi hili limeanza tangu tarehe kumi na tano mwezi wa kumi na mbili kwa kupita kila kijiji kwa kila ka, kila familia na kuweza kuainisha makaburi yalipo na pale tunapohamisha kuyapeleka. Kwa hiyo baada ya kuwa tumefanya hilo zoezi kwa kipindi hicho na sasa kuanzia leo tumeanza taratibu za kuhamisha makaburi kuyatoa pale njia ya umeme inapopita na kuyapeleka pale wenye nayo wanapotarajia ya kai. Zoezi hili linafanyika katika vijiji kumi na moja lakini kata nane. Vijiji hivyo ni kijiji cha Kisorya, kijiji cha Masaunga, kijiji cha Nampangala, kijiji cha Makwa, kijiji cha Igundu, Kijiji cha Bulendabufye, kijiji cha Chitengule, kijiji cha Namibu, ah, Namibu kijiji cha Mwibara, na kijiji cha Mayolo na Butimba, na kijiji cha, kijiji cha Bulamba ambayo kicho kiko kata ya Butimba. Anaitwa Bwana Nasri Msaki ni mpima ardhi au land surveyor wa toka TANESCO makao makuu. Labda niweze kusema awali ya yote kwamba ni mpango wa serikali katika kuimarisha miundombinu yake ya, ya nishati ya umeme katika maeneo mbalimbali ya nchi, lakini kwa niaba ya serikali Tanesco ndio inahusika kusimamia na kufanikisha mpango huo wa mradi. Hapa kwa eneo la Mara wilaya ya Bunda ni kuna mradi wa njia ya umeme ambao una msongo wa kilovoti 132, lakini mradi huu unaanzia katika kituo cha kupozea umeme ambacho kiko katika wilaya ya Bunda mjini, ya Bunda mjini, halmashauri ya Bunda mjini ambao utatoka umeme pale kwenda hadi mji wa Ukerewe, kisiwa cha Ukerewe. Njia hii ya umeme ina, ina ukubwa wa kilomita tisini na nane ambao upana wake utakuwa unachukua upana wa mita ishirini na saba. Kwa hiyo katika njia hiyo, yote huo upana wa mita ishirini na saba maeneo ya wananchi yatakayoguswa na mradi huu kwa mujibu wa sheria za, za nchi yetu za uthamini kwa hiyo watu hao watalipwa fidia. Na serikali katika mpango huo ilishafanya tathmini mnamo mwaka 2024. Mwaka 2025 ikatekeleza mpango huo kwa kulipa fidia kwa wahusika wote ambao wameathirika na njia hiyo ya umeme. Uh, leo tunaendelea na mradi huo huo, tunalipa upande wa fidia wa makaburi, lakini pia tuna zoezi la kuhamisha makaburi kwa mujibu wa tathmini. Sheria ya uthamini inapima au inatathmini maeneo, mali na makaburi ambayo pia ni moja ya vitu ambavyo tunavihamisha au vinafanywa tathmini. Kwa hiyo mwanzo serikali imeshalipa eneo. Mradi huu una, una jumla wananchi ambao wameathirika ni elfu moja mia mbili tisini na nane hawa ni waanga ambao wamepata athari ya huu mradi, lakini pia ndo wahusika au walengwa watakaolipwa fidia, na mpaka sasa tushalipa wananchi ambao ni elfu moja mia moja na sabini na, na, na, na tisa kwa hiyo walikuwa wamebaki wachache lakini ambao wachache ni wanachangamoto ambao kuna wengine wamefariki. Kwa hiyo tumewashauri wafanye mirathi lakini kuna wengine wana migogoro ya ardhi. Tumeshindwa kuwalipa kwa wakati lakini pia vile vile kuna wengine hawajapatikana. Ni absent owner yani, hawapo. Lakini bado tunaendelea kuwatafuta na pindi watakapopatikana, tutaweza kuwalipa fidia au stake zao kwa mujibu wa tathmini ilivyofanyika. Changamoto zipo. Tumekutana na changamoto kama mbili au tatu hivi. Ila nianze na ya kwanza ni tumekutana na changamoto ya kutokupata miili kwamba awali mtathmini au mthamini alipita akaambiwa kuna makaburi kadhaa, idadi fulani, labda matano manne, lakini leo tukifukua tunakuta baadhi hayapo. Kwa hiyo changamoto tukikuta hivyo kwa ambao hayapo, hatuwezi kumlipa mhusika. Kwa hiyo tutarudi na hizo hundi ambao ni malipo, then tutalipa yale ambayo tumeyakuta. Hiyo changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni makaburi ya familia, wanasema hawana sehemu ya kwenda kuzika kwamba eneo lote limechukuliwa, kwa hiyo eneo mbadala ya kwenda kupeleka hayo makaburi hakuna. Hii changamoto imebidi sasa ndo tunaifanyia kazi kwamba aidha tutafute maeneo mengine ambayo yatakuwa ni mbali na hapo yalipo, wakati hapo sasa ni gharama zitaongezeka, aidha tutafute maeneo ambayo ni ya ni ya public, yaani ya umma, au atafute maeneo mbadala ambao mwananchi anaweza akatuambia wapi anataka apelekewe mwili wake. Nadhani hizo ndo changamoto tunakutana nazo. Kwa majina naitwa Petronella Venus Mdianga ni mzaliwa wa Igundu kijiji cha Igundu, e, kwa ile tukio lililotokea tumepitiwa na serikali kuhusu ndugu zetu aliyolala hapo tumeliz, tumelizika, maana tulishirikishwa. Endapo mtu hajashirikishwa ndio unaonekana kwamba labda umeonewa, lakini kwa vile tumeshirikishwa tukakubali yaliyotokea ndani ya serikali yetu tumekubaliana nalo, hakuna shida yoyote ni ile la serikali, maana wameingia gharama zenyewe hususani majeneza haya. Kuhusu kuchimba makaburi pia wametusaidia, ambapo ingekuwa kwa mfano wengine ndugu zetu hapo mbali, tungepata tena mchangamoto ya kukusanya ndugu ili waje, tujikusanye tuanze tena mchakato mwingine. Kwa hili sisi tunaona limekaa sawa, haina shida yoyote. Ushiriki ulikuwepo, lakini ambao si wa wazi sana eh, kwamba wanaweza kuja leo, uta labda haupo, kwa sababu taarifa zilikuwa zinatoka. Wakati mwingine, mtu unakwenda kwenye riziki zako huko, unakuta taarifa imeshafika, haupo. Kwa hiyo ushirikishaji ulikuwepo, lakini sio ule wa kwamba mtu anapata nani zote kwa wakati unaofaa.